yapo matukio makubwa mawili yanahusu kutekwa kwa marais wa nchi wakiwa bado madarakani kupitia operesheni za kijeshi za nchi nyingine bila kuwepo kwa tangazo rasmi la vita kama ilivyokuwa kwa iraq operesheni hizo ni operesheni baikal 79 a operesheni hii iliendeshwa na makomando wa soviet kumteka rais hafizullah amin wa afghanistan mwaka 1979 operesheni absolute resolve Operesheni hii ilihusu majeshi na makomando wa Delta Force wa Marekani kumteka Rais Nicolas Maduro wa Venezuela Januari 3 mwaka 2026. Operesheni hizi zote mbili zilifanikiwa malengo yake pamoja na ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Huu hapa ni undani wa operesheni hizi hatari kufanyika na vikosi maalum vya mataifa yenye nguvu duniani tangu vita vya pili vya dunia. Operesheni Baikal-79, hii ilikuwa ni operesheni ya kwanza baada ya vita vya dunia kushuhudiwa rais wa nchi anatekwa ikulu na majeshi ya nchi nyingine. Operesheni hii ilifanyika miezi mitatu tu tangu rais Hafizullah Amin kuchukua madaraka ya kuiongoza Afghanistan Septemba mwaka 1979, alipompindua raisi Nuru Muhammad Taraki ambaye alikuwa na uhusiano mzuri na shirikisho la Usoviet kabla ya kutekwa. Ifahamike kuwa Rais Amin wa Afghanistan alitokea pia kwenye chama kimoja cha kikomunisti na rais aliyempindua, na wala hakubadili sera za uhusiano na Soviet, lakini tu mwenendo wake wa kiuongozi ulianza kuipa mashaka Moscow, ikizingatiwa kuwa Soviet ilikuwa imeanza ushirika wa kimkakati na Afghanistan tangu mwaka 1978 kwa kuisaidia kiuchumi na kijeshi kupambana na makundi ya wahafidhina wa kidini waliopinga ujenzi wa taifa la kikomunisti. Kutokana na wasiwasi huo, Moscow iliamuru ifanyike operesheni kubwa haraka ya kumwondoa madarakani Rais Amin, ili waweze kumpachika kiongozi mwingine ambaye waliamini angeweza kuiongoza Afghanistan katika mwelekeo sahihi wa siasa za kikomunisti na kupambana na wahafidhina wa kidini. Kutekeleza operesheni hii, Moscow iliwapa kazi taasisi zake mbili za kijasusi zilizokuwa zikiogopwa sana duniani, yaani shirika la ujasusi la Soviet KGB, pamoja na idara ya ujasusi wa jeshi la Kisoviet iliyofahamika kama GRU. Taasisi hizi mbili kwa kushirikiana na vikosi vya makomando vilitakiwa kupanga utekelezaji wa kuiondoa serikali ya Rais Amin ndani ya muda ili uongozi wa Afghanistan kuchukuliwa na Barak Kamal. Mpango mzima uliosukwa na KGB, GRU na vikosi vingine maalum ulikuwa kama ifuatavyo: uvamizi ulitakiwa ufanyike usiku wa Desemba 27 mwaka 1977 ambapo kwanza vikosi maalum vya majasusi vilivyokuwepo kwa siri mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, vingekata mawasiliano ya mji mzima. Pili, kuikamata ikulu ya Tajbeg, ikulu ambayo ilikuwa imezungukwa na kambi za kijeshi pamoja na ulinzi wa makomando takriban 2500 wa jeshi la Afghanistan. Lakini pia maeneo mengine muhimu yaliyopaswa kukamatwa ilikuwa ni makao makuu ya jeshi la Afghanistan, makao makuu ya shirika la ujasusi la Afghanistan lililofahamika kama KAM, makao makuu ya jeshi la anga, wizara ya mambo ya ndani, gereza la Pulchakin, kituo cha televisheni cha taifa na vikosi kadhaa muhimu. Kutekeleza mpango huu, iliamuriwa kuwa majasusi kadhaa wa KGB kutoka chuo cha mafunzo ya kijasusi ya hujuma na mauaji kilichofahamika kama KUOS wawe sehemu ya operesheni. Wengine ni makomando kadhaa wa jeshi waliofahamika kama Spetsnaz, askari wa miamvuli yani airborne, na maafisa na askari wa usoviet waliokuwepo Afghanistan kama washauri wa kijeshi tangu mwaka 1978 na wajumuishwe katika operesheni hiyo. Siku ya Disemba 27, makomando wa Soviet walivalia nguo za wanajeshi wa Afghanistan walioangushwa kwa parachuti pamoja na dhana zao zingine za kivita ikiwemo magari deraya na vifaru. Kodi iliyotumika kutambulisha kuanza kwa operesheni hiyo kwa vikosi vyote vya makomando na majasusi vificho, waliokuwa Kabul ilikuwa ni kodi kimbunga 333 au kwa kimombo Storm 333. Kwa dakika 20 tu, makomando Soviet waliweza kuwasambaratisha walinzi wa ikulu hiyo iliyozungukwa na kambi za kijeshi. Ndani ya muda mfupi waliweza kufanikiwa kumkamata Rais Amin, ambaye siku hiyo alikuwa amejipumzisha wakati wa tafrija zikiendelea ndani ya ikulu. Pamoja na Rais Amin kukamatwa, walinzi wake kadhaa waliuawa pamoja na mtoto wake mwenye umri wa miaka kumi na mmoja alijeruhiwa na mapigano yaliyokuwa yakiendelea. Rais Amini mwenyewe aliuawa kwa kificho baada ya kutekwa, ila ikaja kutangazwa na serikali mpya ya Afghanistan kuwa alihukumiwa kifo kwa makosa aliyoyafanya kwenye utawala wake. Kwa upande wa Usoviet, majasusi takriban watano wa KGB waliuawa na wengine kujeruhiwa wakati wa kumteka rais Amin. Kati ya hao mmoja a wajasusi wa Soviet aliuawa na wenzake, kwani alikuwa afisa kipenyo ndani ya ikulu ya Afghanistan akifanya kazi kama daktari wa rais Amin. Daktari huyo, wakati wa uvamizi unaendelea, alikuwa akimhudumia rais Amin kutokana na matatizo ya kiafya aliyoyapata baada ya kuwekewa sumu kwenye kinywaji alichokunywa kwenye moja ya tafrija. Matokeo ya uvamizi huo uliofanyika Desemba 27, mwaka 1979 nchini Afghanistan, ilikuwa ni kuongezeka kwa uasi nchini humo, kulipelekea usoviet kuingiza wanajeshi wake zaidi ya laki. Hivi ndivyo vita kubwa nchini Afghanistan ilivyozaliwa, maarufu kama vita ya makundi ya mujahidi dhidi ya serikali ya Afghanistan Soviet, mitahili, kwa kushirikiana na usoviet. Vita hii ilidumu kwa takriban miaka 20, ambapo Marekani na ushirika wake wa Magharibi waliingia kuwasaidia makundi ya waasi wa Kiislamu wa Mujahidina ambao walikuja kuchukua madaraka miaka 1990 kama Taliban. Operation Absolute Resolve, operesheni hii inagonga vichwa vya habari kimataifa kwa sasa, kutekwa kwa Rais Nicolas Maduro na makomando wa Delta Force wa Marekani siku ya Jumamosi Januari 3 mwaka 2026. Ulikuwa ni mpango wa muda mrefu uliosukwa na jeshi la Marekani kwa kushirikiana na shirika la ujasusi la CIA katika operesheni hii ambayo kamanda mkuu wa majeshi ya Marekani General Dan Kaine alijigamba ilifanyika kwa weledi mkubwa. Vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa CIA kwa kutumia vipenyo waliopo nchini Venezuela pamoja, tangu mwezi Agosti mwaka 2025 walikuwa wakifuatilia mwenendo wa rais Maduro kuanzia anapoamka asubuhi mpaka anapokwenda kulala, chakula na chakula, mavazi anovaa na mawasiliano ya yake. Hivyo, kabla ya utekelezaji wa zoezi la kumteka kwenye makazi yake ya mji mkuu wa Venezuela wa Caracas vikosi vya Delta Force pamoja na vikosi vingine vya anga vilifanya mazoezi halisi kwa muda kwa usiri kuhakikisha kuwa hakuna kosa linafanyika wakati wa utekelezaji wa kitendo kilichokusudiwa. Dalili za uvamizi Venezuela zilianza mapema mwezi Novemba, ambapo manuari kubwa za kijeshi za Marekani zilisogea karibia na bahari ya Venezuela kwa madai ya kuendesha operesheni za kupambana na boti zilizokuwa zikisafirisha madawa ya kulevya kutoka Venezuela. Manuari hiyo ilikuwa imesambaa ndege vita za kisasa zilizokuwa zikiambaambaa kwenye bahari ya kimataifa na anga la Venezuela, huku Rais Trump akitahadharisha mashirika ya ndege ya kimataifa uliepuka anga la Venezuela, lakini kuelekea utekaji kamili ambao Marekani ilieleza kuwa ni kwa lengo la kumfikisha Rais Maduro kwenye vyombo vya sheria. Zaidi ya ndege vita 150 zilihitajika kukamilisha operesheni hiyo kutoka vikosi zaidi ya 20 vya anga vya Marekani. Ndege hizo ni pamoja na zile za kushambulia, upelelezi na za ujasusi wa mawasiliano, ambapo kwa kushirikiana na majasusi waliopo ardhini waliweza kuzima kila aina jaribio la majeshi ya Venezuela kujitetea wakati wa uvamizi Januari 3 mwaka 2026. Meli za kivita 11 zilihusishwa kwa ajili ya operesheni hiyo. Ndege za kisasa aina ya F35, F32 na B1 bomba ndiyo ilikuwa mstari wa mbele kutoa ulinzi kubwa zaidi. Wanajeshi zaidi ya 11, 15,000 walisogezwa karibia na Venezuela tayari kama sehemu ya operesheni hiyo. Kwa ujumla, ilihitaji saa 2 na dakika takriban 20 kukamilishwa kwa operesheni hii, ambapo helikopta zilizowabeba makomando wa Delta Force ziliruka futi chache kutoka usawa wa bahari ili zisiweze kugundulika na rada za kijeshi za Venezuela, huku ndege vita kama F35 zilitanda angani zilitanda angani kufuatilia na kubaini hatari ili kuishambulia katika uvamizi huo. Marekani ilieleza kuwa ililazimika kushambulia kwenye baadhi ya maeneo kujilinda na kujibu mapigo, ambapo katika mashambulizi hayo hakukuwa na mwanajeshi wao aliyefariki, bali waliojeruhiwa. Pia helikopta moja ya jeshi lao ilishambuliwa, lakini iliweza kurejea kwa usalama. Kwa upande wa Venezuela, madhara kadhaa yameripotiwa ikiwemo vifo na majeraha ya baadhi ya walinzi wa Maduro pamoja na baadhi ya majengo ya kiraia. Hivi ndivyo Maduro alikamatwa. Kwa ujumla, matukio haya mawili yataendelea kuwa sehemu ya mijadala katika taaluma za kijeshi na sheria za kimataifa. Mimi ni Ibrahim Mkaza, endelea kufuatilia The Chanzo kwa habari za kina za kitaifa na kimataifa.